Uwe mjinga vipi? Saizi nafanya nini tena? Unavonita mii mtoto mzuri, unanitibua. Ujua unanikera mm-hmm. Uelewi kila siku unavokukataza kuni, kuni, kunichukulia poa. Yani kwayo hicho kisambu chako ndo kazi ambayo unaitegemea wewe, ndo kazi ya kuenda kuniolea mimi. Kila siku unakuambia u utaki, kila siku unakuambia uni utaki, una kazi ya kuinama inama tu na kuchuma chuma majani yani, upo upo tu Mi na imani, shida kuolewa? Nitakuoa tu na haya majani leo. Unaona majani haya ni kesho, ni pesa ambayo naenda kukulea wewe ukumbuka. Hata pesa unazijua wewe zinatoka mashambani kama humu na kupatikana kwenye kisamu. Unanikera na unanichosha, unajua unanichosha. Usiofu ndiko mzuri, mambo yako yatakuwa safi sana ndugu watazamaji kwa episode hii mnaitazama sasa, hii ni miongoni mwa episode ile ya lini utanioa. Kwa hiyo ndugu zangu, wadau wa series hii, naomba muwe makini kwa kuifuatilia series hii eh, mshare na kucomment na ubonyeze kikengele kile ili kikupe mwendelezo wa mambo yanayofuata eh, na kutakia kila laheri kwenye series hii inayoajieni hivi tarehe moja mwezi wa kumi na moja. Karibuni sana ndugu wadau, asanteni sana.